Waheshimiwa wabunge wamesisitiza kwamba uwekezaji huu wa vifaa vipya vya kisasa uendane na soko kwa sababu tunaweza tukawekeza kwa kiwango kikubwa soko lake likawa dogo. Kwa hiyo tuna maana ya kwamba mkurugenzi, sasa fanyeni jitihada za uwekezaji na muwe na kitengo cha masoko kwa ajili ya kituo hiki. Tumeona umuhimu wa kituo hiki lakini tunahitaji ushawishi hasa kwenye private sector, muwe na ushawishi wa kutumia kituo hiki kwa ajili ya manufaa ya Watanzania na manufaa ya nchi kwa ujumla. <clears throat> Tunawatakia kila la heri na tunawashukuru. Tutaendelea kuwasapoti kama Bunge kwa yale ambayo yatahitaji ufafanuzi zaidi, tutayahitaji mealete kwa maandishi, lakini tunasisitiza umuhimu wa kuja kutoa semina kwenye kamati ili wawe na uelewa mkubwa zaidi, kwa sababu asilimia kubwa ni mchanganyiko hapa. Mimi, mimi kwenye kituo hiki nimekuja ni kama mara ya ya nne au ya tano, lakini walio wengi humu ndio mara yao ya kwanza. Aliyezidi zaidi hapa labda alifika hapa -mara, ni mara ya pili. Kwa hiyo ndio maana mmeona maswali yamekuwa mengi sana, kwa sababu wanahitaji kujenga uelewa na ukishawaandaa vizuri mabalozi wanakusaidia sana kusimamia. Mheshimiwa naibu waziri, kamati inajiridhisha kwa mwenendo mzima wa hali ya mapato ya wizara mnayopata, na kamati hii imewasaidia sana kuongeza bajeti, maana nikiangalia huko tulikotoka Mheshimiwa naibu waziri, pengine ungekuwa umeshaikimbia wizara <laughs> lakini kwa sasa ndo wizara ambayo ilipokea fedha nyingi. Ukilingani zinaweza zikawa zinaonekana ni kidogo, lakini ni nyingi, kwa sababu huko nyuma mlikuwa mnapata fedha kidogo, ndo maana mnasomeka, mlipata asilimia elfu moja na mia sita. E, ni kitu ambacho ni, ni, ni cha ajabu sana kwenye wizara, mnafika mpaka asilimia elfu moja yani kutoka, kutoka, kutoka asilimia sijui ngapi huku zilikuwa kumi na kidogo hi. Kwahiyo, tunaomba sana muwe na mwendelezo mzuri na tumefurahia uwekezaji mkubwa pale ambapo tumetoka kuna taasisi za, za serikali nyingi zinatumia uh, kituo hiki cha data center, lakini zingine kama ambavyo katibu mkuu ameelezea pale ndani zinatumia huduma kutoka iga uh, na kutokea sekta binafsi um, kuna kadhaa kama nilivyosema zinatumia kituo hiki cha data center ambacho kwa kiasi kikubwa wanatumia kama ni redundancy au disaster recovery site ya huduma zao zingine ambazo wanazifanya, na, na taasisi hizi ni pamoja na taasisi za, za kifedha. Uh, kampuni za bima uh, kampuni za mawasiliano. Kuna faida nyingi ambazo zinaletwa zina, zina na kituo kama hiki cha data center. Namba na moja ni kwamba inatoa uwezo kwa kampuni ambazo hazina uwezo wa kuwa na uh, idara ya IT kwa, kwa kiasi kikubwa kuweza kutumia huduma kama hizi, na hivyo kuwapunguzia wao gharama za uendeshaji kwa sababu hawana haja ya kuwa na IT department kubwa au kuwa na mitambo mingi kama server, wakati sisi tunaweza kutoa huduma hiyo hapa kwa kuwapa space. Na moja kati ya mambo ambayo data center yote inafanya ni pamoja na kutoa vitu kama ulinzi, kuna ulinzi ule physical, lakini kuna ulinzi ule wa cyber ambao unafanywa vilevile na kituo, lakini vile vile kuna umeme usiokatika kama ambavyo tumeona ni kwamba kuna source, kuna njia karibu tatu ambazo zote zipo kuhakikisha kwamba huduma uh, ya umeme inakuwepo kila wakati, kwa hiyo mawasiliano hayawezi kukatika. Lakini kingine ambacho huwa kinatumika sana kwenye server room huwa ni ule ubaridi au wanaita cooling, kwa hiyo ni kitu kingine ambacho data center kama hii inaweza kuhakikisha kwamba kutokana na kuepo kwa umeme kila wakati, basi hii zile server zinakuwa katika mazingira ambayo inastahili uh, kila wakati um, kwa hiyo ukiacha kupunguza gharama uh, kingine ni hiyo kwamba kuhakikisha kwamba ulinzi wa data pamoja na taarifa ulizonazo ambazo zinahifadhiwa hapa zinakuwa hazina shida yoyote. Kuna maelekezo ya serikali kwamba taasisi za serikali zitumie huduma ya data center kwa sababu za kiulinzi na wa taarifa ambazo ni za kiserikali pamoja na, na mambo mengine ambayo ni ya kimsingi na kimkakati katika kuhakikisha kwa kwamba uchumi wetu unaendeshwa katika njia hii ya uchumi wa kidijitali. Uh, kwa hivyo ni agizo la serikali na sisi kama taasisi ambayo tupo kwa ajili ya kutekeleza agizo hilo, kwa maana ya TTCL ambao vilevile tunaendesha hiki kituo, tunaendelea kuwahamasisha ku, ku, na kuwahimiza wenzetu katika taasisi za serikali kutumia kidata kituo hiki cha data center, kwa sababu hizo ambazo tumezisema, kwamba ni za kimsingi, lakini vilevile ni maagizo ya serikali.